Ahlan wa sahlan, popote ulipo mpenzi msikilizaji, ni matumaini na matarajio yangu kwamba umzima na buheri wa afya. Zikiwa zimetimu saa 12 jioni, majira ya Afrika Mashariki, huu ni muhtasari wa wimbi la Samaritan FM ukisomewa nami, ni Shemela Samuel Ng'ovilo, na tukianza na taarifa huo ni kwamba operesheni ya kitaifa almaarufu Ondoa Jangili itaendelea katika juhudi za kudumisha utulivu katika maeneo ambayo yanakabiliwa na ukosefu wa usalama kote nchini hayo ni kwa mujibu wa waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen. Murkomen alisema wasiwasi kuhusu kuibuka kwa makundi ya majengili, utumizi wa dawa za kulevya na ulaguzi wa binadamu umetanda katika kaunti ya Isiolo alipokuwa katika ziara ya kukagua hali ya usalama kwenye kaunti ya Isiolo leo Alhamisi. waziri huyo wa alidokeza kuwa kundi la maafisa wa usalama kutoka asasi mbalimbali limeimarisha operesheni za kuvunja mitandao ya wahalifu katika eneo hilo kupitia mkakato wa Ondoa Jangili. Aidha, waziri huyo alisema operesheni hii imefanikisha kupatikana kwa bunduki 46 na bangi ya thamani ya shilingi milioni kumi. Wakati huo huo, Murkomen alisema washukiwa wanne waliokuwa na silaha walikamatwa huku wengine tisa wakitiwa nguvuni wakishiriki kishiriki ulanguzi wa bangi na binadamu kutoka nchi moja jirani. Aliwaagiza machifu na manaibu wao kuifanyia serikali kazi na kukoma kufuata maagizo ya wanasiasa ambao wana wa maslahi ya kibinafsi na kwingineko ni kwamba hafla ya kuzinduliwa kwa chama kipya cha kisiasa cha aliyekuwa naibu wa rais wa pili wa jamhuri ya Kenya Rigathi Gashagwa imefanyika leo hii asubuhi mtawa Lavington jijini Nairobi. Chama hicho kwa jina Democracy for Citizens Party DCP imeelezea sera alizonazo kiongozi wa chama hicho ambaye ni Rigathi Gashagwa, kauli mbiu ikiwa ni kusikilizwa na nji. Baada ya kubanduliwa afisini, naibu huyo wa zamani ameonekana kuisuta serikali akisema kuwa uongozi wa rais William Ruto hausikizi wa Kenya na kusema kuwa atamwondoa mamlakani ifikia hapo mwaka 2027 kwenye uchaguzi mkuu utakaoandaliwa, upinzani ukiendelea kujipanga. Sasa chama cha Democracy for Citizens Party DCP ni mmojawapo wa vyama vitakavyokuwa chini ya muungano utakaotengenezwa huko, subira ikiwa ni kuona nani atakayepeperusha bendera ya gombea juu rais uchaguzi mkuu ukiwadia. Viongozi wengine katika upinzani ni kinara wa waipa, Kalonzo Musyoka mamalwa huuji ni wa wadab Kenya, Jeremiah Kioni, katibu mkuu wa chama cha Jubilii, miongoni mwa viongozi wengine wengi. Mwenyekiti wa DCP ni David Mingati, na Cleophas Malala aliwahi kuhudumu kama seneta wa kaunti ya Kakamega, ameteuliwa kama naibu kiongozi wa chama hicho. na tukigeukia maswala na elimu ni kwamba chama cha walimu wa shule za sekondari na vyoo nchini Kopet kimeshtumu serikali kwa kukata bajeti ya shilingi bilioni 62 bili. za kufadhili elimu katika makadiria ya bajeti mwaka na 2026. Akihutumia na habari jana katika makao makuu ya chama hicho, katibu wa Akelo Akelomissori alionya kuwa hatua hii inatarisha ubora wa viwango vya elimu ikiwemo mipango ya lishe shuleni, mikopo ya masomo kwa wanafunzi, na kuajiriwa kwa walimu wapatao elfu ishirini Januari mwaka ujao. Misuri ameitaka serikali kufutilia mbali hatua hiyo na kurejeshwa kwa bajeti, akionya kuwa uamuzi wa huo utasambaratisha mafanikio yaliyoafikiwa katika sekta ya elimu nchini, hususan mtaala mpya wa elimu ya umilisi yani CBC na kwa rubaa za kimataifa ni kwamba mahakama ya rufaa nchini Mauritania imetoa hukumu ya kifungo cha miaka kumi na mitano jela na faini ya dola milioni tatu kwa rais wa zamani Mohamed Ould Abdel Aziz baada ya kukata rufaa dhidi ya kifungo cha miaka mitano. Aziz alisaidia kiongozi eza utofata kwenye mitandao yetu ya kijamii rSamaritan FM masafa ya 88.3. Ni nimekuwa hapo, msomaji n Shemela Samuel Govilo, na kutakia jioni njema na usikilizaji mwema wa vipindi vya Samaritan FM 88.3.